waala ahli beitihi tayyibin tahirin almaasumin aladhina adhhab llah anhum rijsa wataharahum tathira allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad amma baad assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu wasikilizaji, eh, ni siku nyingine tumekutana katika kipindi chetu na kuendeleza mada ambayo tulikuwa tukiizungumzia katika wakti na vipindi vilivyotangulia. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na Uislamu na vipi muislamu anakuwa amekamilika kiimani na kuuweka katika misingi ya kisawasawa uislamu wake. Taban, tulizungumza nukta mbalimbali mbali ambazo zinachangia na kuthibiti uislamu wa mtu au zinachangia kuonyesha kwamba mtu kwa hakika amekuwa ni muumini uh, amekuwa ni, uh, ni mtu thabit katika imani yake. Leo tutazungumzia vile vile na kuendelea kue, kue, kue, na uh, namna ya hadithi kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilivyokuwa inatupa mwongozo katika kuelezea uislamu na imani kwa ujumla katika hadithi ambayo Uh, labda leo tutakuwa katika nukta ya mwisho katika maudhui yetu ya kuhusu Uislamu na Muislamu. Ni hadithi ilivyokuwa ikituambia kwamba ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, alislamu urianun falibasuhu alhaya wazinatuhu alwafa wa muruatuhu alamalus salih wa imaduhu alwar walikuli shayin wali asasun wa asasu lislami hubina ahlal bayt sadaka Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika nukta zilizotangulia katika mtiririko wa hadithi tulizungumzia tulizungumzia namna vile muislamu anatakiwa kuwa na haya ikiwa ni katika khulq na tabia na mwenendo aliotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ishara za kuonyesha mtu ana imani ya kisawasawa ni kuwa na haya. Vile vile tukazungumzia kuhusiana na kutekeleza ahadi au kuwa mwaminifu, na vile vile tukazungumzia mtu kujipamba na matendo mazuri na tukazungumzia vile vile kuhusiana na mtu kuwa ni mcha Mwenyezi Mungu, kumuogopa Mwenyezi Mungu taban, hili lilikuwa ni nukta ambayo ilikuwa ni muhimu sana kwa mtu muislamu mumin, kwamba imani yake haiwezi kudhibiti mpaka kuwe na ishara ya kwamba kweli anamuogopa Mwenyezi Mungu. Sasa nukta ya mwisho kama muongozo wetu wa wa mazungumzo yetu kuhusiana na Uislamu na imani na vipi Muislamu anakuwa amekuwa kwa hakika ni, ni mwenye kufuata Uislamu kisawasawa na amekamilika kiimani. Nukta ya mwisho ni kwamba Mtume anatuambia walikulli likulli sheiin asasun wa asasul islam hubbina ahla beiti, yani kwamba kila kitu kinakuwa na chanzo na nguzo yake na nguzo au chanzo msingi wa Uislamu, anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutupenda sisi Ahlul Bayt alaihimu ssalam. Naam, sasa hapa ndipo t -t tuko katika mada yetu ya leo katika kumwelewa Muislamu na kumwona Muislamu vipi Uislamu wake na imani yake inakuwa katika E, e, katika ukamilifu yani, ina maana kwamba kama wewe ni Muislamu lakini una, una dosari dosari, taban tunaona kwamba mwanzo wa msingi wa Kiislamu, yani baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumwamini Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na hapa kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ndiyo maana Mtume akasema kwamba wa asasu li islamu hubi na ahla beiti, yani yani, na kwamba yani nguzo ya Uislamu ni kuishiriza kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kuwapenda eh, watu wa nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hili ndilo linakamilisha imani ya mtu, hili ni katika mambo yanayothibiti uislamu wa mtu, kwamba kwa hakika wewe umekuwa mwislamu. Yani uislamu wa mtu au imani ya mtu haikamiliki kwa kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tu, kwa sababu aa, kuna mambo mengine kama tulivyokuwa tumetangulia, hayatoshelezwi na mtu kuwa kumwamini Mwenyezi Mungu yani kuamini tauhidi tu, bali utakuta kwamba kuna mambo ambayo ni lazima yaambatane na tauhidi, uyashikaman, uy, uyashikamanishe na tauhidi ile, imani yako juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio yatafikisha ukamilifu wa imani yako, ndio itaka, itafikisha ukamilifu wa Uislamu wako, na hapa ni kumwamini Mtume, kumkubali Mtume na ahla baiti Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu aa, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam <coughs> anatuambia kwamba yakulu Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema kwamba la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi. watakunu itrati ilayhi a'azu min itratihi wa yakunu ahli ahabba ilayhi min ahlihi wa takuna dhati ahabba ilayhi min dhatihi sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Angalia maneno haya ambayo ni miongoni mwa mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia mizani ya imani inakuja katika nukta ya pili ambayo tumeizungumzia hapa, yani ukamilifu wa muislamu katika uislamu wake na katika imani yake, asema la yuminu yu abdun hatta akuna ahaba ilaihi min nafsihi. Hawi mtu kuwa ni mumin, hafikii mtu daraja ya kuwa amekuwa ni mumin mu, ame, amefikia daraja ya kuwa yeye ni mumin na toba daraja ya uumini yani kwamba mtu amefikia kuwa ni mumin, ni daraja kubwa kwa ujumla. Kwa hivyo, hii ni ishara ya kuonyesha kwamba yani mtu hawezi kuwa mumin kwa kuamini tauhidi tu, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuashiria hapa kwamba kuna mambo ambayo yanatakikana yaambatane na ni kumwamini Mtume, ndio maana akasema pale katika hadithi yetu ya kwanza aliposema kwamba yani, walikulli shay'in asasun wa asasul islam hubbina ahlal bait, yani na asas ya msingi wa Uislamu kabisa ili sasa uwe thabiti Uislamu wako ni kuwapenda ahlubeiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika hadithi yetu anasema kwamba la yuminu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, kwamba lazima mtu katika nafsi yako mwanzo umpende mtume sallallahu alaihi wasallam, na daraja ya kupenda mtume iwe ndiyo daraja ya mwisho kuliko kila kitu katika, katika nafsi yako, yani mpaka nafsi yako wewe iwe kwamba yani huwezi kutoshele huwezi kuilinganisha na mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ina maana kwamba lau mtu kujitolelea kwa ajili ya mtume basi iwe ni rahisi kwako. Unaona kwamba na ndivyo waumini walivyodhihirisha enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Taban, tunapoiangalia ama tunapokiangalia kisa cha al-Imamu Ali alayhi wa salam, wakati mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameazimia kuhama katika mji wa Maka kuelekea mji wa Madina ha? ambao wakati ule ukiitwa eh, Yathrib. Tunaona kwamba ni mambo gani ni, ma, ni, ni, ni maneno gani alimwambia Imamu Ali alayhi salaam? Jambo alilofanya kubwa ni kumwamrisha au kumwomba Imamu Ali alayhi salaam alale katika kitanda chake na kulala katika kitanda cha mtume, huku mtume sallallahu alaihi wasallam akijua kwamba maadui wameazimia kuja kumvamia mtume, wameazimia kutaka kumuua mtume na hivyo basi badala ya Mtume kulala kwenye kitanda alale imamu Ali, na tunaona kwamba imamu Ali alaihi salam hilo halikumtilia shaka, bali alionyesha imani yake ya hali ya juu juu ya Mtume kuliko nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba naje mimi nikilala katika kitanda hiki chako katika sehemu yako hii, Mtume sallallahu alaihi wasalam, wewe utabakia katika salama. Na hapo ndipo Mtume sallallahu alaihi wasalam akasema, naamu, hakutakuwa na wasiwasi. Na ndio maana unakuta kwamba Imamu Ali alaihi salam, kila mmoja anafahamu na anajua na anakubaliana kwamba alilala katika usingizi usiokuwa na hofu. Angelikuwa mtu mwingine, mfano wangu, labda pengine na wewe tusingepata usingizi, lakini utakuta kwamba Imamu Ali alahi salamu alilala mpaka wale mabwana walipoingia, walimshtua ama kumwamsha Imamu Ali alahi salamu, kwa sababu wakifikiria kwamba sasa wamemfumania Mtume salallahu alehi wasalam, lakini Imamu Ali alahi salamu alinyanyuka katika kitanda akiwa katika usingizi ule wa kabisa. Kwa hivyo unamaanisha kwamba yeye hakuwa na hofu kwa sababu hata kama ni kuuawa hana wasiwasi, imamu ali alayhi salam, kama ni itakuwa ni kwa ajili ya kuinusuru nafsi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii inamaanisha kwamba yeye alikuwa ni katika mstari wa hali ya juu katika imani juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hivyo kwamba kuitoa nafsi yake yeye kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwa ni matatizo, haikuwa ni shida kwake, wala haikuwa ni uh, upungufu au ni khasara kwa ajili ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna vitu ambavyo mtu ana, anakuwa taba ni mwenye kuvipenda kama nafsi yako. Yaani kitu cha kwanza mtu kuipenda ni nafsi yako, unaipenda nafsi yako. Ha? Yani kwamba hauna badala ya kitu chengine kuliko nafsi yako, lakini hapa unaambiwa mbele ya Mtume uifanye nafsi yako si chochote mbele ya mtume sallallahu alaihi, kuliko nafsi ya mtume. Na kitu chengine mtume sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam anatuashiria kwa mtu ni kupenda jamaa, yani watu wa nyumba yake, watoto eh, uh, wazazi wake, watu wa karibu ya ahli yake eh. Basi mtu anakuwa ni mwenye mahaba na mapenzi kwa watu waliokaribu nao, kwa watu ambao wamefungamana nao hapa mtume sallallahu alaihi wa sallam anatuambia watakunu itrati ilaihi aazu min itratihi, na wawe jamaa zangu, yani kwake yeye wawe ni wenye, ni, ni, ni, ni, ni wenye heshma ni, ni wenye kuwapenda ni, ni watukufu zaidi kuliko, kuliko jamaa zake yani uwatukuze na kuwaheshimu na kuwaenzi jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kuliko jamaa zako. Na ndivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha waumini, aliwafundisha masahaba aliokuwa nao kuhusiana na kima cha, cha watu wa nyumba yake, kwa kima cha itrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wanatakiwa kutambua kwamba jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwao wao ni watukufu zaidi, ni watu wenye izza zaidi kuliko hata mtu katika jamaa zako. Yani maanake watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam wahisi kwamba wao wana, wana, wana, wana, wana utukufu zaidi wana, wana, wana heshima zaidi uh, wana daraja zaidi uh, wana mapenzi zaidi kuliko watoto wako katika uh, nini kizazi chake walio wajukuu zake Vilevile uwaelewe kwamba wao wana daraja zaidi kuliko watu wa karibu wako wa aina yoyote ile, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watakunu itrati ilaihi azun min itratihi, na wawe jamaa zangu kwake yeye ni wenye enzi na wenye utukufu kuliko walio jamaa zake wayakunu ahli ahabu ahaba ilaihi min ahlihi. Na vile vile wawe katika jamaa zangu eh, ambao ni katika ahl beitihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wawe wewe uwe ni mwenye kuwapenda zaidi kuliko watu wali, walio jamaa zako wa karibu eh, na mtume sallallahu alaihi wasallam akaishiliza kuhusiana na dhati Akasema kwamba watakuna dhati ahabba ilaihi min dhatihi, na uh, uh, iwe dhati yangu mimi mtume sallallahu alaihi wasalam kwake yeye ni, ni, ni, ni, ni, ni yenye kuipenda zaidi kuliko dhati yake, yani ki, katika uh, yani kuwepo kwako kiwiliwili li, kiwi chako nafsi yako na kila kitu chako eh, katika maumbile yako basi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam iwe si kitu. Yani wewe uwe ni mtu wa kwanza kabisa, yani katika nafsi yako, kwamba e, lau itatakiwa kutoa katika miongoni mwa viungo vyako, miongoni mwa mwa vitu vilivyo karibu nawe, miongoni mwa asili yako, basi iwe ni kwamba wewe uko tayari ili kwa ajili ya asili ya mtume sallallahu alehi wasallam. Na hapa ndipo maana tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala alishindikizia kuonyesha umuhimu wa mtu kumpenda mtume na kuwapenda ahlibeiti Rasulillahi sallallahu alehi wasallam, na kwamba hili ni jambo ambalo ni miongoni mwa ishara za kuonyesha mtu kwa hakika ni muislamu wa kisawasawa, na kwamba yeye imani yake kwa hakika imekamilika na imekuwa katika daraja kubwa, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliposema katika Quran tukufu, bada audhu billahi min ashaitani lain rajim bismillahi rahmani rahim asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, ya ayuha ladhina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulilamri minkum fa in faintanazaatum fi shay faruduhu ila llahi warasul mpaka mwisho wa aya hii. Ina maana kwamba amri hii ni kwamba hakuna khiari, ni lazima mtu kumtii mtume, kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake eh, na kwamba hiyo ni amri. Hivi imani yako itakamilika kwa wewe kum, kumtii mtume kwa wewe kumtii. Maana tabani kila mmoja atamfahamu Mwenyezi Mungu kwa, kwa, hisi, kwa hisia zako. Tunaambiwa hata wasiokuwa na imani lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anaweza kuitambua kulingana na ishara ambazo anaziona kwa ujumla. Kwa hivyo katika hali hii basi, ndipo pale tunaambiwa katika hadithi iliyopokewa kwa sahaba mkubwa e, wa mtume sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdillahi al-Ansari radhiallahu anhu qal, ilipoteremka haya hii, imepokea kauli hii kutoka kwa Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu aliposema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema lamma nazala uh, lamma anzala Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-aya ala, ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yani manake atii Allah wa atii ar-rasul eh, mpaka mwisho wa aya qultu, ya rasulullah, nikasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu arafna Arafna Allah warasuluhu, tumemjua Mwenyezi Mungu na mtume wake, faman ulilamri alladhina qarana llahu taatahum bitaatika, basi niwakinanani niwa, hawa wenye amri wenye mamlaka ambao Mwenyezi Mungu yeye amewafungamanisha ame taa yao na taa yako wewe. Fakal, basi mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia aka, aka Jabir bin Abdillahi lansari, hum khulafai ya Jabir. Hawa ni, e, ni, ni wale ambao viongozi baada yangu ewe Jabir. wa aimmatul muslimin, na wawo watakuwa ndio maimamu wa Waislamu min baadi baada yangu awaluhum Aliyun bin Abi Talib wa wakwanza wao ni Ali bin Abi Talib thumma lhasan thumma lhusein ila akhiri jamiilaima, mpaka mwisho. Hadithi ikafikisha kwa kuwataja wale maimamu wote, uh, ambao walikuwa ni viongozi baada yake. Kwa hivyo unakuta kwamba hivi ndivyo Uislamu kwamba unamkamilikia mtu na imani inavyomkamilikia mtu kwa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala na kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwaamini Ahlul Bayti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuwa na, na, na mafungamano na wao katika twaa, kuwa na mafungamano na wao katika kuwafuata, kwa sababu wao wamefungamanishwa na imani wamefungamanishwa na e, kukamilika kwa, kwa, kwa, kwa imani na Uislamu wa mtu kwa ujumla. Insha Allah, kwa sababu ya wakti hauturuhusu kuweza kuendelea kwa sasa hivi, huenda tutapata fursa nyingine ya kuweza kuzikamilisha hoja zingine za kuhusiana na Uislamu na vile mtu anaweza kuikamilisha, na kwamba Uislamu hamkamilikii mtu ila kwa kufungamanisha na mapenzi yake na Mtume sallallahu